Wengi wetu tunainua mikono, tunalia kwa unyenyekevu, tunamwomba Allah subhanahu wa Ta'ala, lakini tunapokuwa hatuoni matokeo, mioyo yetu inaanza kudhoofika, tunajiuliza, kwa nini dua yangu haisikiki? Lakini ndugu yangu, je, unajua kuwa dua haijibiwi kwa namna moja tu? Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam amesema, hakuna mwislamu anayemwomba Allah dua isiyokuwa na dhambi au kukata uhusiano wa ukoo, isipokuwa Allah humjibu kwa moja kati ya mambo matatu: ama humpa alichoomba, au humwepushia jambo baya, au huyaweka mema hayo kwa ajili ya akhera yake. Hivyo basi, unaposema dua yangu haijajibiwa, labda Allah amekulinda na jambo baya, au anakutunzia thawabu kubwa zaidi huko akhera. Na wakati mwingine dua zetu hazijibiwi haraka kwa sababu mioyo yetu bado haijakaribia vya kutosha. Dua inahitaji moyo safi, riziki halali na subra. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, mtu anasafiri amechakaa, ananyanyua mikono mbinguni, akisema ee mola wangu, ee mola wangu, lakini chakula chake ni haramu, kinywaji chake ni haramu na mavazi yake ni haramu basi dua yake itajibiwaje? Usikate tamaa ndugu yangu, endelea kumwomba Allah kwa unyenyekevu na yakini. Kuna muda mzuri wa dua, kama usiku wa manane, wakati wa sujudi, na katika alfajiri. Pengine leo umeomba na kesho ndo siku Allah atafungua milango yako. Kumbuka, dua yako haipotei.